Darasa ya kwanza katika durusi tunazozipata ndani Ramadhan. Ya kwaanza, Ramadhani darasa ya kwanza ni kwamba Ramadhani ni masiku machache, Ramadhani ni ayama madudati ni masiku machache tena yanayohesabika. Sio tu ni machache bali yanaidadi. Mtume sallah alehi wasalama katika hadithi mbalimbali amenukuliwa kusema kwamba sumuu liruyatihi, fungeni kuingia Ramadhani kwa kuonekana mwezi. Wa aftiru liruyatihi, na fungueni kuwacha mwezi wa Ramadhani kwa kuonekana mwezi. Fa inghumma alaikum, ikiwa mmetindikiwa mme kono nini, kwa kuzibwa anga na mawingu. Fa akmilu thalathina 30, kamilisheni thelathini Maana yake ni kwamba enda tutaingia Ramadhani kwa tuta kukamilisha Shaabani 30 au tutaiacha Ramadhani kwa kukamilisha Ramadhani thelathini. Hadithi hii inaashiria lugha moja tu kwamba Ramadhani ni masiku yanayoyasalika na yenyewe yanaanzia moja yanamalizikia 30 na hayasi. so, ni nini? unapozungumza masiku unazungumza masaa. Unapotaja masaa unazungumza dakika, na unapotaja dakika unazungumza sekunde, na unapozungumza sekunde unataja mili sekunde. Lugha fupi ya vipimo hivi ni kukwambia tu kitu kimoja, kwamba haya masiku ni umri wako. Wasema wanaozuoni kwamba

indhahaba yaumo dhahaba baadu. Ikiondoka siku, imeondoka sehemu yako wewe. Si chochote ni masiku, na ni sahihi kusema wewe si lolote, ni masaa. Ikiondoka saa yako, imeondoka sehemu yako <coughs> Ramadhani inatupa darasa hilo. Iliingia tukaipokea, tazama leo tuka na kwa ajili hiyo, ikiwa unaishi ndani ya limiti ya muda, skopu yako ya muda inajulikana, ni kati ya moja na thelathini ndani ya Ramadhani. Maana yake fanya unaloliweza kutumia vizuri wakati wako. Waulizeni wanaoingia vyumba vya mtihani, au sote pengine tushakaa vyumba vya mitihani. Unajua chumba cha mtihani ni saa moja na nusu au masaa matatu zikianza kukaribia dakika za mwisho, msimamizi mwenye huruma anakwambieni bado dakika ishirini, na pengine anaandika na ubaoni, ili wewe ambaye unafanya paka paka kwenye kusoma masali yako uanze kutazama ulichokifanya kinakusaidia kupata mas maksi za kupita, au wewe tayari ushakwama lakini kumwambia yule mwenye kasi aone masali aliyokusha kuyasomu ni masali ambayo yana masi za kutosha kumvusha au tayari kachezea wakati. Almuhimu ni kwamba muda tulionao ni muda mfupi wa kiwango cha kama Ramadhani. Mtume salallahu alaihi wasallam anasema, la takumu saa akitokuja simama kiama hata yataqaraba samanu, mpaka hizi nyakati hizi zikaribiane. As-sanatu kashahri, mwaka wa miezi kumi na mbili ufanane na mwezi wa shahru kalusbu, na mwezi ufanani na wiki wa usbu' kal yawm, na wiki ifanane na siku walyaumu kasaa, na siku ifanane na kama saa, dakika 60 u wasaatu kadhamr, na saa lenyewe liwe kama mlipuko wa moto tu umewaka, kitu kimeisha. takaraba zamano wa fi riwaya yakthur lherejo, yawe mengi mauwaji, ripoti za mauwaji ziwe nyingi, katika alama, alama za kiama, zama karibiana, mauwaji kathiri kwa wingi wa halumadan Muislamu anafahamu thamani ya wakati wake na kwa ajili hiyo, Allah subhanahu wa taala ameapa kwa wakati kwenye kila mahala ndani ya Qur'an. Na akaapa kwa vitu vinavyotumika kubadilisha wakati kwenye sehemu nyingi ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa taala ameapa kwa jua, jua ambalo mzunguko wake linatusaidia kupata haya masaa tuliyo nayo Washamsi wadhuhaha na ama kwa jua na mwangaza wake ana ama kwa jua na mwangaza wake. Jua tunalolitumia kwenye kupata mzunguko, hatimaye tunapata na mwaka mzima. Yote haya yanamwambia mwanadamu kuhusiana na matumizi mazuri ya muda wake. Lakini pia vilevile Allah kaapa <tipa> kile ambacho kinavyoshikilia hilo jua na lenyewe ni mbingu wa samai dhatil buruji, na apa kwa mbingu yenye njia njia nyingi njijijiji, ambalo mbingu hili ndilo liloshikilia jua jua linalotubadilishia wakati limekuja <tipa> katika baadhi ya athari kwamba <tipa> Allah subhanahu wa taala anaeleza kwamba hizi pumzi zenu ni ampasu maduda wa anfasukum ma'duda, pumzi zenu ni vitu vyenye idadi maalum, vimehesabika na vinakwenda sambamba na wakati wenu, ile saa yako inayoruhusu mapigo yako ya moyo yaende, ambayo madaktari wamshaeleza kwamba ndani ya saa zima inatakiwa moyo wako upige mara ngapi. Ikifika mahala muda wako wa kudunda mapigo yako ya moyo umekwisha, kila kitu kinasimama kila kitu kinasimama, na vinasimama kwa uwiano, pasina ya mbungano. Darasa tunalolipata ndani ya Ramadhani ni kwamba muda tuliopewa ni muda mfupi sana, kiasi cha kujua lini tumeanza na lini tumemaliza, na lini yenyewe ni kwamba hauna muda mrefu. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Nabii Adam alayhi salatu wassalam, fatalaqa adamu min rabbihi kalimati adam,

utakapokuijieni uongofu kutoka kwangu, kwa mantabia hudaya atakaifuata mwongozo wangu fala haufun alayhim walahum yahzanun, hatakuwa na hofu wala hatakuwa na huzuni. Na kisha akasema katika baadhi ya maneno, wala kum fi lardhi mustakaru wa mataun ilakini, na mini ardhini mtakuwa na ukaazi na starehe ya muda mfupi. Maisha ya mwanadamu ni maisha ya muda mfupi Kianzia kwa nabii Adamu alayhi salam, mpaka leo life expectancy imekuwa ikishuka kwa kasi. Wenzetu walipata fursa na wasaa wa kuishi mpaka miaka elfu, lakini kufika kwa zama za nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama maisha yakabadilika, yaka wa ikawa anayekaa sana majority katika watu kwenye umri mrefu ni miaka 65 na na wa wachache wanavuka hapo wachache wenzetu walikuwa miaka mia mia na hamsini, ilikuwa ni kitu cha kawaida. Sisi leo anayevuka zaidi ya miaka sitini, kalilu mahum ni wachache. Bali ukiangalia vyanzo mbalimbali vinaonyesha kwamba takriban miaka minne mitano mi, mi, nyuma nilikuwa natazama life expectancy kulingana na, na viwango vya baadhi ya taasisi za kimataifa wanaonyesha kwamba ni miaka arobaini na tano Sijui tafiti za sasa zinasema nini. Vyanzo vya watu kuondoka vimeongezeka, maisha yamezidi kuwa ni mafupi. Bahati mbaya sana, tumetengenezewa mazingira ya kutupumbaza tusiuone uhalisia unaotukabili. Ramadhani imetupa darasa kwamba ayama maludati masiku tuliyonayo ya na umri ni masiku machache. Tazama siku tuliyoanza, tazama leo tulipo, utajigundua kwamba pengine na umri wako waweza kukatika sawa sawa na Ramadhani itakapomalizika na yenyewe, ni wiki ijayo.